Najuta kuolewa. Baada ya miaka mingi ya kulialia kimya kimya, nimefika mwisho wa uvumilivu wangu. Moyo wangu umechoka na mateso haya sasa yamegeuka kuwa unyanyasaji wa wazi kwangu na kwa watoto wangu. Nimemwambia rafiki yangu wa karibu ili anisaidie kutoroka pamoja na wanangu, lakini hofu kuu inanisumbua. Je, hatoweza kuisaliti siri yangu na kumwambia mume wangu kabla ya usiku wa kutoroka? Mateso ya kila siku. Nilipoolewa, nilidhani nimepata mume bora wa ndoto zangu, lakini badala ya mume bora nimepata mnyanyasaji na mtesi wa maisha yangu na watoto wangu. Kila siku maisha yangu yamekuwa mateso yasiyokwisha. Kila ninaporudi nyumbani nalazimika kutabasamu kwa watoto wangu ili wasijue kinachoendelea na baba yao mnyanyasaji. Lakini mtoto wangu wa kwanza, kwa macho ya unyonge, aliniuliza: mama, ni nini kinaendelea kati yako na baba? Na je, lini utatuokoa kwenye mateso haya mama? utatuokoa lini? Nilimjibu mwanangu kwa unyenyekevu, mwanangu, haya yote yatapita, tulia. Maamuzi ya usiku. Usiku ulipoingia, nilikaa sebuleni nikiwa na kalamu na karatasi. Nimeandika mpango wangu, nimehifadhi pesa kidogo, nimezungumza na rafiki yangu na nimefanya uamuzi wa mwisho. Usiku mmoja, nitawachukua watoto wangu na kuondoka bila kugeuka nyuma. Najua jamii itanihukumu, lakini nani anayejua moto ninaoishi nao kila siku? Najua si rahisi, lakini pia najua maisha haya si ya kuvumilia maumivu yasiyo na kikomo. Najuta kuolewa, lakini sasa nimeamua kujipigania, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya kesho yenye mwanga. Lakini ninalijiuliza swali moja kuu moyoni. Nikiondoka nitapata amani, au maumivu mapya yatakuja kuibuka tena?